Na ukisoma Yasini basi siku ile utakuwa na furaha furaha tu. Mchana mzima utakuwa na furaha. Kwa sababu umesoma kitu kama ni kalbu la Qur'an, kwa hili ndio tumependa tuwape faida. na faida nyingine ukiwa na haja, basi soma bismillahirrahmanirrahim mara 786. 786 ndio hisabu ya -u -u, ya sura ya bismillahirrahmanirrahim katika adad aljumal katika hesabu ya abjadia, ukitukua juzu abjad arifu hawa ni moja mbili tatu. Sasa ile bismillahir rahim katika total yake ni mia saba na thamanini na sita. Sasa soma kwa hesabu hiyo, mia saba na thamanini na sita. Ina faida ya kupendwa, ina faida ya haja, ina faida pia ya mtoto. Kama kiliake hishiki, somea maji mia saba na thamanini na sita, kisha yule mtoto anle maji kwa siku saba asubuhi. Kila siku mpe kombe kimoja. Basi akili yake itakuwa sharp, itashika sana masomo 786. Sasa ukiwa na haja basi 786, kisha mswalie mtume mara 132, mara 132, basi ukiwa na haja yote utaipata, na siku ambapo kama huna haja, soma tufanye uradi wapo, basi ukiomba Mungu chochote huko siku ile haja utasoma 786 na swalie mtume 132 so lakini kama mwenyewe wataka dua zako zijibishwe zao unazosoma basi soma hiyo bismillahirrahim mia saba thamanini na sita kisha alafu fanya nini na sala ya mtumi mara mia moja na thalathini na mbili ndio kaambia wenyewe asema eh, sana Omar mfalme Kisra alikuwa eh, akisumbula sana na kichwa cha muuma cha muuma basi sana Omar akamwanzikia azma akamwanzikia, akamwambia aitie kwenye kofia yake aivaa basi akakivaa ile Kisra

Una biashara yako nyumba yako kaandika Bismillahirrahmanirrahim 35 basi duka lako litahifadhika na macho ya maasidi na utauza vizuri sana dukani pale. Biashara yako itakwenda vizuri eh? nakika nyumbani itakuwa ni kinga ya wizi eh? na majambazi na kuchoma itakuwa ni amani. amani Bismillahirrahmanirrahim ni amani. Bismillahirrahmanirrahim hata unazoona wanasema kwa nini Firauni hakuangamizwa nyumbani kwake, anapelekwa baharini pale pale jamaa akwambia lile nyumba lake ilikuwa imeandikwa bismillahirrahmanirrahim. Kwa mwenyezi Mungu kwa kwa kaona huyu nyumba lake imeandikwa bismillahirrahmanirrahim, na utamwangamizaje? na ukiwa na katika amani bismillahirrahmanirrahim, amani amani amani imetoka katika bismillah. Bismillah ni amani kwa Uislamu. Bismillah ina sura 114 ina bismillah nazo ni moja na ile sura moja tu. Wengine hataki amani jamani, wengine hataki BakHow? Makafiri na nafiki tusiwapeni amani, ndio ikatoka baraa tuminallahi wa rasuli, sababu tumefedhea wanafiki na makafiri, ikasura moja tu ndio haina bismillahir rahmanir rahim, kwa sababu sura ile haina amani. Mwenyezi Mwenyezi Mungu amekasirika na ametukana, kaona leo viongozi ikikosa amani, wasalamu alaykum, mwenyinyi mmewaudhi, wassalamu alaykum.